Shemeji, niambia shemeji yangu, uko poa? Shemeji, niko poa kama unavyoniona hapa, nafanya fanya usafi. Naona una shine tu kaka. Hey, kaka yako hana baya. Sema shemeji, una shine. Ndiyo maana unavyoniona anafanya kwenye usafi. Kaka yako hana baya, ndiyo maana kaka yako achomoki. Okay. Shemeji adi huku, masema fata nyuki, ule asali toka nje. Vipi, unajua unaingia humu ndani kwa nani? Yaani mkao wangu eh? Yani mwanangu, nafika mpaka na unaingia ndani, sinakuuliza ya mazoea. Amevuka vipi mwanangu, vipi, nakuuliza Umepitiwa tu. Umepitiwa na nini? Shetani tu. Eh, wewe utakuja kufa na ung'ala yako. Haya, kuliko ni mimi nilikwambia mimi nakupenda, wewe unataka kuingiliana na wake za watu, watakutoa shingo hiyo